Kaunti ya Kajiado imezindua sheria mpya ya kukabiliana na dhuluma za jinsia. Kajiado ni kaunti ya kwanza kuzindua sheria hiyo inayotarajiwa kupunguza uh, aina zozote za dhuluma. Nancy Kering anaarifu. Ulimwengu unapoadhimisha siku kumi na sita za uhamasisho dhidi ya dhuluma za jinsia, hapa Kajiado viongozi wa kaunti, mashirika yasiyo ya serikali, wanaharakati na wanajamii wamekusanyika kusherehekea uzinduzi wa sheria mpya ya kukabiliana na ukatili huo.

of GBV. Wamesema kuwa dhuluma za jinsia zinapaswa kupunguzwa au kumalizwa kwa njia zote, na mitandao ya kidijitali inapaswa kutumika kwa heshima na usalama na tunawaambia ya kwamba e, wacha tutumie teknolojia kwa ile njia inayofaa sana sana. Vijana wetu ambao tunajua wao ndio wanatumia social media sana, wasitumie kwa njia ya kudhulumu wengine. Uh, leo tukiangazia uh, uh, the 16 days of activism, uh, an end to it, tuliona pale Suswa wazee wetu wa Kimasai walikuja na wakafanya declaration kwamba watashikana na community ku end FGM, na pia tunataka kusema kama AMREF tutashikilia county ku make sure kwamba tuko na skills lab pale Kajiado referral hospital, na tutaweza ku train health workers to make sure that they are aware and they are able to manage FGM related complication kama obstetric fistula na pia kupeana therapy kwa survivors. Hii policy itasaidia kwa sababu tumeweka referral pathways ambayo inaweza tumika mtu akipatwa na dhuluma za kijinsia. kuna vile uh, tumeandika kwa polisi jinsi vile ataenda kuripoti. Kuna GVRC yetu pale kwa hospitali atapokelewa. Sheria hii ya kukabiliana na ukatili wa jinsia ni ya kwanza kuzinduliwa nchini, ikilenga kuimarisha ulinzi wa kijamii na kutoa mwongozo wa matumizi sahihi ya mitandao ya kidijitali. Nancy Kering, Runinga ya Citizen Kitengela, Kajiado Mashariki. Wakazi